Ukisimama Amen. Amen. Na Mungu Mungu anakushindia, andika pointi nyingine. Yeah. Mtu mwenye kiburi anadai heshima kwa nguvu Mtu mwenye kiburi anadai heshima kwa nguvu. Unataka heshima? Heshima. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Jitahidi kwa heshimu wengine, mkubwa mheshimu mdogo, na mdogo mheshimu mkubwa, wote mheshimiane, nawe ndipo utaheshimiwa. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Jitahidi ukitaka mda mwingine Mungu Unajua kuna wale ambao kweli wanasimama na Mungu kweli kweli. Na Mungu akiomba kitu fulani Mungu anajibu anawapa. Kweli anawapa kweli kweli. Mtu unakuta anafunga kweli. Yaani anafanya yaani, yaani huwezi ukamkuta kwenye mambo haya machafu. Ni kweli anasimama na Mungu ni kweli. Yaani kuna watu ambao ni Wakristo ambao wameshajitoa kwa ajili ya Mungu. Kweli kweli wameshazama, hana mambo ya kijinga jinga. Kweli wamezama. Sasa Mungu anataka watu kama hao. Na

Unaona? Sikutumia nguvu nyingi lakini nilisema na mwaombe, nikashangaa watu wanakuja kwa support. Niliamini kutoka kwenye kupayuka Mungu wengine ana- anaheshimisha. Huu ni muda tumia kazi na Mungu. Mungu alishinda kina Mesha, kishinda kina Abednego nami atanishindia. Nilisema tu hivyo. Na Filipi 4:13 nikaongezea, "Ninaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu." Ingawa Mungu atanitia nguvu tu. Amen. Wakana ndalau

ndio ambao watakuja kukula msamaha. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo pia ite, abla nasema, ukitaka heshima waheshimu wengine. Kuna watu hapo nakuta tunawajali sana, matajiri matajiri tunawajali tuna sana, lakini maskini hatuwajali hata. Pia nataka nikwambia kwa hata utakapokwenda ni mtumishi huko hapa watu wote wajali maskini, maskini maskini, tajiri wameumbwa na Mungu. Naweza kama mtumishi mkubwa wakasema maskini sitaki, matajiri ya sana. Huyo maskini Mungu anaweza kumtumia siku, ukazidiwa ukazidiwa, ukateseka, au matajiri unashangaa shangaa, wanaweza kukukimbia kwenye ka kanisa, au maskini ndio wanakuchukua na kupeleka hospitali. Kwani ile hadithi ya tajiri na maskini ile, kweli tajiri alienda wapi? Kuzimu. Akasema, Mungu, naomba mwambie hata tone atushaka tone tonele. hmm. hmm. Maskini hata tone, lakini wapi. Sawa, wote tunateka kupendana, maskini, matajiri tupendane, tuache vibundi. Bwana Yesu Kristo. hmm. Asante sana, haleluya. hmm. Ingine hmm. pointi nyingine naweza ukaandika kuja na miliki mali sio zake. Upo hapa. <laughs> Atupo. <gülüyor> Ah, mtu ana miliki sio zake. Unashangaa unaenda kwenye ofisi unakuta mimi ndio boss. Unataka kufanya nini? Unajua kuna juzi home kule ilikuwa kuna shida yukua, una, wana, abadi, moja, ya damu na mali. Nikakutana na askari mmoja. Yule bwana ananisaidiaje mali moja mbili tatu. Yeye ananisaidiaje moja mbili tatu. Akasema kwa hiyo sasa, kama unakaja jengo la la kijeshi sisi fa sijini na nini kwao, sina ni saidia nini? Mungu akasema usijibizane naye. na mwingine unaona, unaweza ukajibizana na mapepo sawa, tuza kinywa chako. bila nasema usijibizane na vile vya mpumbavu. Mungu amenifundisha kaa kimya, ukiona mtu anaongea ongea mdomo. Mkristo wa kweli kaa kimya, usijibizane naye, ila kama unajua umekosea ni kuomba msamaha. Bwana Yesu Kristo asante sana. Ndio hmm. Ndio sababu sasa hivi Mungu amenifundisha kitu kama hicho. Sawa. So, kwa nikakaa, ikabidi yule jamaa akanisaidia tukaendelea. Bwana Yesu Kristo asante sana. Hmm. Tuache kiburi. Amen. Hmm. Tuache kiburi. Kwa hiyo nakuta yale mtu ana kiburi. Tena tuwe makini sana mabinti, ambapo tupo hapa. Mungu atakubariki, utakuwa na wanaume wako. Na shetani anadanganya baadhi ya mabinti. Nakutana na mwanaume eh, mimi sina kazi, atanisaidia we, gari lenyewe ameenda kulikodisha na, hey, na, na mjomba wake, nyumba yenyewe nyumba sijui ya baba yake ya, ya, ya mtawili huko kaikodisha, sijui nini, suti kakodisha eh, bwana nini na hela bwana, au sio? Amekula pamba nzuri, naona nalanganyika kweli, haya yeah. Sawa so, naenda pesa zenyewe.